Ni afueni kwa wakaazi wa Rabai katika kaunti ya Kilifi baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa maji katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema kuwa uhaba mkubwa wa maji eneo hilo umekithiri kwa muda mrefu na kufanya familia nyingi kuathirika kutokana na safari ndefu za kusaka maji. Aidha, mradi huo wa bomba la maji la Bwagamoyo Mkapuni lenye kina cha kilomita tisa utahakikisha wakaazi wa wanapata maji safi na salama kwa matumizi ya nyumbani. Yaani, hata karibu tuachwe na mabwana zetu, kwa sababu twaamka usiku, twatafuta maji, ukirudi ni asubuhi. Kwa sababu ya hili tendo ambalo limefanyika leo katika eneo hili letu la Rabai sub county, uh, kiukweli limeweza kumaliza uh, nusu ya sehemu hii ya hii shida ya maji. Tumeweza kuwekeza kiukamilifu kwa masuala ya maji na hususan kutatua shida ya maji ya upande huu wa Rabai, na hii project hii tunapoweza kukamilisha tunatarajia ama tunatazamia kama serikali kufikia mwezi wa nane tukichelewa sana, tukienda sana kabisa mwezi wa tisa. Tunatarajia tumeshamaliza phase 4. Ha, mtazamaji huu ndio mwisho wa taarifa zetu, asante sana kwa kutazama toka tulipoanza mapema leo. Baadaye tutakuwa tunaelekea eh, katika mahojiano ya moja kwa moja leo na Osaka, wenyekiti wa tume ya IBC Charles Nyachai akiwa ni mgeni wa tume, akiweza kuhojiwa. Usikose.